Timu ya taifa ya wasiokuwa na uwezo wa kuona imeendeleza mazoezi katika uwanja wa Nyayo Nairobi kwa maandalizi ya mchuano wa dunia wa unyanyuaji uzani nchini Kazakhstan mwezi Mei. Kikosi hicho cha wachezaji kumi na watatu kinalenga kunyakua nishani zaidi ya kumi na mbili walizoshinda mwaka jana. Wachezaji hao pia wametoa wito kwa walemavu kushiriki michezo ili kujikimu kimaisha. Aidha, wamewarai wahisani kupiga jeki timu hiyo ili ipate kambi ya ziada kando na ile ya siku saba inayofadhiliwa na serikali. Tumekuwa tukijikaza tunatia bidii kufanya mazoezi yetu kwa sababu ya zile goals tumeweka tunataka kuleta gold silver and bronzes katika taifa letu. Government has really supported us because in like, uh, any time that we have a competition you will find there is camping, we do camping whereby we can stay in a, in a, in a, in, a, in, a, in, uh, in the same place and from there now we can be able to practice well without having to to go through the challenge of transport transportation and all that. Kuangalia mbele, tunakuwaga na blind Olympics, ndo tunataka twende tufuzu hiyo yeah. Na matar matarajio yangu sana ni kupata medali mingi, kila mtu azoe medali kushinda hapo awali tunawatakia kila la heri kabla ya kuondoka. Na kumwisha tu leo, Arsenal tena watakuwa kichinjio kule Emirates tunayalika Crystal Palace. Mtazamaji, tutakutakia usiku mwema na asante sana kwa kuwa nasi hadi wakati mwingine, kwa heri.